Ni nani asiyemjua jonasi Mkude? Yuko wapi Nungunungu, yule mwamba wa kunyoosha pasi ndefu? Mbona kama amesaulika kwenye ulimwengu wa soka? Alianza soka la kulipwa akiwa na Simba mnamo mwaka elfu mbili na kumi na moja ambapo alidumu kwa miaka 13. Akiwa na Simba, macho yake yamepata bahati ya kushuhudia mataji ya ligi kuu Tanzania bara mara saba Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nungunungu, rasmi Simba ikathibitisha kuachana naye kiungo wao bora, na kisha Mkude kutumkia katika klabu ya Young Africans wana Jangwani, mtoto wa kina Jonas Gerard Mkude. Licha ya kuwa na ubora mkubwa, lakini Mkude ameshindwa kuwa mtawala klabuni hapo, kwani penye mafundi wawili lazima mmoja ageuke shujaa. Hivi ni kweli kwa uwezo wa nungunungu anazidiwa na halidi ya ucho au ndio bahati imekuwa bukuku taifa bado lina matumaini makubwa na mchezaji wake pambana mpaka tuone panapovuja kijana una uwezo uwezo wako ni mkubwa una akili ujuzi umebarikiwa busara na hekima wewe ni mtu na nusu Uwezo wako na sadiki yaliyomo, mashabiki na wanajangwani wako pamoja na wewe, kwani wahenga nasema usiache mbachao kwa msara upitao. Kuna wakati utapitia magumu, vizuri kumuomba Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiye muweza wa yote. Kujikubali ndio silaha tosha, kwani daima mbele, nyuma mwiko. Mimi ni Shabani Bushiri. Soto wa Kinondoni Jonas Jerad Mkude anawatanguliza wananchi, ikiwachukua dakika 20 kupata goli hilo la kwanza dhidi ya Ausang kutoka Njombe, kazi kubwa ambayo imefanywa na Faridi Musa mzize, katika papatupapatu papatu, ile ilivyookolewa kukutana na Nungunungu, akawaonyesha nungu kwamba kwa nini alipewa jina la Nungunungu nungu na Kabombe kwamba mishale yake huwa ni mikali.